Tunatoa shukurani za kipekee kwa Old Vision kupitia mradi wa Grow Enrich na Kivulini kwa kutupatia msaada wa chakula shuleni ikiwemo tani tano za mtama. Utoro wa rejareja umepungua kwa kiwango kikubwa, kwani hapo awali wanafunzi wengi walilazimika kutoroka masomo kutokana na njaa. Kupitia chakula shuleni kilichotolewa na Old Vision kupitia mradi wa Grow Enrich na Kivulini, wanafunzi sasa wanabaki shuleni muda wote na kushiriki kikamilifu katika masomo. Kabla msaada huu mahudhurio yalikuwa wastani wa asilimia 75, lakini kwa sasa yamefikia asilimia 90 hadi 95 kwa siku. Magonjwa yaliyokuwa yanasumbua sana katika jamii yetu kata Shagilu, ya Shagilu yalikuwa ni utapiamlo, lakini pia na upungufu wa damu. Mafanikio yaliyojitokeza baada ya mradi wa kutufikia kupitia shika Old Vision na Kivulini, upungufu wa damu kwa kina mama wajawazito umepungua kwa sababu wanapokuja kliniki wanapewa elimu kuhusiana na makundi sita ya vyakula ambayo yanasaidia katika kuongeza damu, lakini pia kuimarisha afya ya mama na mtoto. Na ukizingatia sasa hivi ni kipindi cha masika, masuala ya mboga mboga. E, na mazao mengine yanaenda na lishe, yanapatikana kwa rahisi, lakini katika kipindi cha kiangazi inakuwa ni ngumu, sababu jamii haijajengewa miundombinu sustainable kulingana na hali halisi ya ukame unaotuzunguka. Miradi ya lishe hasa inayoendeshwa na wadau inakuwa ni changamoto kuwa endelevu. Hivyo kama inawezekana, wadau wanapoanza au kuja kuleta mradi wameshajipanga kulingana na hali halisi ya mazingira kama haya ukame, mfano um, ili kufanya miradi iwe endelevu zaidi, waje na miradi ya uchimbaji visima virefu na uanzishwaji wa kilimo cha bustani endelevu kama vile eh, greenhouse kitaro nyumba ambacho kitakuwa kinamwagiliwa kwa mfumo ule wa kisasa unaoenda na miundombinu ambayo itakuwa hata jamii wakijengea uwezo itafanya miradi iwe endelevu badala ya kutegemea hali ya hewa ambayo ya mvua za kawaida.